Sisi juu ndiyo ambao tunakwenda kutumia katika mechi hii ya marudiano, Simba aende hatua inayofaa. Ndio maana tunajiamini sana ya kwamba sisi tunakwenda fainali baada ya kukosa ile nafasi dakika za jioni, mashabiki wamekuwa kwa namna fulani wakimbeza, hata baada ya mashabiki wak, lakini wewe uliwahi kunukua kuandika kwamba ni namba kumi bora kuwahi kutokea, nanaaisia pengine kutokana na hili ambayo inaendelea kuaaaa, unawaambia nini? Ni kweli amekosa goli na ametudisappoint na kuadisa goli ambalo kila mtu anaamini angefunga. Unajua, Jean Charles Ahoua ana uwezo mkubwa yani, ingekuwa ni mchezaji mwingine pengine watu wasinge kasiri wasinge, wasinge, wasinge sana wasingechukia ama wasingeumie sana, lakini watu wanaamini Jean Charles Ahoua ile sehemu alistahili kufunga kwa sababu ya ubora wake. Unajua saa nyingine Uh, ubora wako ndio unaweza ku... kwa hiyo Jean Charles Ahoua ubora wake ndio ambao, una watu wanaamini kabisa, yaani wewe Jean Ahoua, kwa ubora uliokuwa nao hapo, ungeweza kufunga. Kama uliweza kufunga goli kutoka a far distance, ukapiga mkwaju ukaenda moja kwa moja kunyago Unakosaje hapa wewe na goli? Kwa hiyo ndio hukumu ambayo anaipitia Jean Ahoua, lakini yote kwa yote ni makosa kwenye mpira. Kwenye mfudo wako top players ambao wamewahi kukosa tena a very clear chance kuliko, ite, kuliko taile ya Jean Ahoua. Sasa hakuna sababu ya kumsomangila, muhimu tumtio msomangila kswahili e, kumsimamila, yani yani, kuna nini? e, e, e, kuna sababu ya kutonga vora kufanya fanyaje, nikosa, bahati mbaya hata yeye tena, pengine yeye alikuwa na hitaji zaidi vilo goli kuliko mtu mwingine yeyote, lakini bahati mbaya haijakuwa vile ambavyo ilivyopangwa. Yote kwa yote, hatuna budi sisi kama wana Simba kusimama nyuma ya kijana wetu Jean Charles Ahoua, kwa sababu ukiendelea kumzodoa doha alafu siku saba zijazo unamtaka huyo Jean Charles Ahoua aende akamfungie magoli au kupeleka finali, unakuwa una, una, muu. Kwa hiyo tumpe moyo, tumwambia kwamba unaweza ukafunga tena na tunakutaka ukafunge tena ili apate kar ya kwenda kutupigania. Tunamhitaji sana Jean Charles Ahoua. Katika mimi ninachojua tunafuzu ni yani, hicho ndicho ambacho mimi nimekuambia tunafuzu safari hii e, tumebakisha safari moja ya kutumia temino kilisi, tumebakisha safari moja ya kutumia temino yetu hapo ambayo itakuwa ni safari ya FNA na sio mbali hapo, ni mwezi wa tano. Mwenyezi Mungu atupe hapo. Sasa tunafuzu kwa namna gani? Hilo namwachia Mwalimu Fadlu na vijana wake. Inawezekana goli la Jean Charles Ahoua alilolifunga dakika ya 44 ya kipindi cha kwanza likadumu kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa dakika zote likatupeleka naseman, elewe. Inawezekana goli la Jean Charles Ahoua likadumu ndani ya muda wa siku saba peke yake, likatupeleka kule nai. Inawezekana, kwa maana kule meki ikaisha bila, bila. Lakini wakitufunga tutawafunga, wakitufunga tutawafunga, kwa sababu timu hii ya Simba kwanza huwezi kuifunga goli mbili bila. Inawezekana uwezi kufunga goli tatu bila Simba hii. Ukitufunga goli mbili, kuna letu moja. Ukitufunga goli tatu, kuna zetu mbili. Simba anakwenda fainali. Kwa mashabiki taratibu pia nakwenda ya yeah, utaratibu wa basi ulishindikana. Mabasi mengi yame bei ilikuwa kubwa sana, na wengi wakawa wanasema ni mbali, at least ingekuwa Johannesburg ingeweza kufanya kitu lakini daban magari mengi yamechomua ya me, ya me, ya me, ya me kweli. Tatizo pekee uliopo ni kwa ndege na anayehitaji kusafiri, e, shirika la ndege la Tanzania ambao sisi ni ndege yetu Simba Sports Class, ATC wana, wanakwenda kwa wana ruti ya Afrika Kusini. Kwa hiyo anayehitaji kwenda Afrika Kusini aje ATC, ticket yake. Afu bei yake ni ni, ni ndogo sana, uwezi amini, kwenda na kurudi bei yake ni dusko mno, yani ni ndogo kweli kweli, wezi hata kuamini nikikwambia bei yake yani, nashindwa kuelewa kwa nini nyinyi umeshindwa kwenda, ndugu zangu tunakuja nakuaele. Kwa hiyo unachukua zako hapa pipa ATC mpaka Johannesburg, ukifika Johannesburg una option mbili upande ndege nyingine kutoka Johannesburg kwenda mpaka Durban, ambayo ni mwendo wa saa moja au, na bei yake ni dola 245 mpaka 280, kutoka, kutoka, kutoka Durban kwenda mpaka kutoka Johannesburg mpaka Durban, au unaweza kupanda hmm, basi ni mwendo wa saa sita hmm, da dodoma fulani hivyo kutoka Johannesburg mpaka Daban. Kwa basi ni, ni, ni kama elfu tisini hivi za Kitanzania kwao. Unaweza ukaamua ukatalii ukapanda zako basi ukaja zako mdogo mdogo, barabara nzuri Afrika Kusini, mpaka unafika zako Daban. Ukifika Daban, tunawasiliana tuwasiliana, jamani, mimi ni Mtanzania, niko hapa, niko hapa Daban, sisi tunafanya logistics. Kaga. za kutafuta tiketi kwa ajili ya Watanzania wote tuingie kwa pamoja uwanjani siku ya mchezo, na iko movement kubwa ambayo inaendelea Afrika Kusini hivi sasa kuwakusanya Watanzania wote waishio miji mbalimbali ya Afrika Kusini kupitia eh, vyama vyao vya Afrika Kusini kuhakikisha kwamba tunawapata wote kwa ajili ya mechi yetu ya marudiano, na nachukua wito hili kuwaita wana Simba waliyopo Joburg, ambao pale kuna tawi letu la wekundu wa Johannesburg, waliyopo Pretoria, pale kuna tawi letu la wa wakali wa Pretoria, waliopo Cape Town kuna tawi letu pia, waliopo Port Elizabeth